Mi na swali langu hili kwa wachambuzi ni kwamba hamjui kupiga hesabu? Hamuelewi au mnaona aibu? Kinachowafanya mshindwe kuandika kwamba Simba out ni kitu gani? Yani, mnashindwa nini kuandika kwamba kushine, out. E, hilo inawashinda nini hilo? Aaezangu amuwezi wa kuzipiga vizuri, tuwalaumu wazazi au kitu gani kinawasumbua rohoni kusema kwamba bado mechi mbili kwenye CAF Champions League Simba out? Yani hiyo out, out nje, yani manaake watatoka hapa, watasafiri kwenda Angola, sio kucheza mechi, wataenda kuzurura. Wachambuzi, andikeni.